Rais wa Marekani Donald Trump amesema anaweza kupunguza ushuru dhidi ya bidhaa kutoka China kama sehemu ya juhudi za kusaidia kuuza mtandao wa kijamii wa TikTok unaomilikiwa na kampuni ya kichina ya ByteDance kwa mnunuzi ambaye si wa kichina. Akizungumza na waandishi wa habari siku ya Jumatano, Trump pia alionyesha kuwa yuko tayari kuongeza muda wa mwisho wa tarehe 5 April uliowekwa kwa ajili ya kukamilisha makubaliano hayo. Kuhusu TikTok, China italazimika kushiriki, huenda kwa njia ya idhini, na nafikiri watafanya hivyo, amesema Trump. Labda nitawapunguzia ushuru kidogo, ili jambo hili likamilike. Sheria ya mwaka 2024 iliyopitishwa chini ya utawala wa rais Joe Biden ilimtaka mmiliki wa TikTok kuuza programu hiyo au ikabiliwe na marufuku nchini Marekani kwa sababu za usalama wa taifa. Kauli za Trump zinakuja baada ya kutangaza ushuru mpya wa asilimia 25 kwa magari na vipuri vyake vinavyoingizwa Marekani, hatua inayoongeza mvutano katika vita vya kibiashara duniani. Ingawa hapo awali Trump alitaka TikTok ipigwe marufuku wakati wa muhula wake wa kwanza, sasa ana akaunti yenye wafuasi zaidi ya milioni 15 na views katika video zake zinazofikia mabilioni wakati wa kampeni zake za uchaguzi. Kizuizi kikubwa katika kufanikisha uuzaji wa TikTok kimekuwa ni kupata idhini kutoka Beijing. Trump ambaye mara kadhaa ametumia ushuru kama silaha ya mazungumzo na China, amesema anatarajia angalau makubaliano ya awali kufikiwa kabla tarehe tano Aprili. Wakati huo huo, mvutano kati ya Marekani na China unaendelea kuongezeka. Mapema mwezi huu Marekani iliongeza ushuru kwa bidhaa zote kutoka China hadi kufikia asilimia ishirini huku China ikijibu kwa ushuru wa asilimia kumi hadi kumi na tano kwa bidhaa kadhaa za kilimo kutoka Marekani na kuweka vikwazo kwa kampuni za Marekani za teknolojia, ulinzi na anga. China imetoa wito kwa Marekani kurejea kwenye mazungumzo ya kidiplomasia haraka iwezekanavyo.